Habari ya sasa, unaendeleaje? Asante sana, jirani yangu. Habari ya siku, nimepita niwasalimie. Ba, asante sana. Maendereaji? Asante mtani wangu. Niliwamisi, unajua ah. Samahani mambo. Eh, habari ya sasa. Eti mama, shikamoo mama. Unaendeleaje? Nimekuja mama. Asante sana. Unaendeleaje? Bado bado. Bado miguu inanisumbua, unaendeleaje?